Bwana mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Divine Forex, nikukaribisha tena katika hii channel ya Divine Forex. Hakikisha una subscribe, una like na kutani on notification. Najua nilikuwa hapa na, na, na trade, kuna kitu kimoja kikanijia kichwani nikasema inabidi niwasanue kwa sababu uh, sijawahi kukizungumzia sijai kukizungumzia nafikiri, ila nikasema moja ni wasanue ili, ili, ili mjue mwena uhalisia wa hili soko, jinsi linavyo linavyo palete. Unajua hii biashara, kuna video moja nilisema ni ngumu sana, ni ngumu kweli kweli, hii biashara ni ngumu mno na usipokuwa makini unaweza ukapotea ukapotea, kwa misingi ya kwamba yani ukajikuta unarudi, una from zero, unarudi unakuwa maskini kapuku kabisa. Kwa sababu uh, tunaamini kwamba kwamba uh, yani, mazingira yaliyopo kwenye hii industry au sokoni ni mazingira friendly ya sisi kutengeneza pesa, ila uhalisia ni kwamba mazingira ambayo yametengenezwa, unaona, na brokers asasa brokers, haijalishi brokers, ni broker regulated au, au, ni non regulated broker, au mazingira ambayo unayaona sokoni ni mazingira ambayo Uh, uh, sio rafiki kwetu sisi kuwin soko. Unaona, na hii ni hasa hasa kwa hizi nchi, kwa mfano Tanzania, kwa sababu forex haijawa regulated nchini kwetu na nchi nyingine zote ambazo forex hazijawa regulated, yani mazingira ya forex yapo kwa ajili ya, ya sisi kupoteza, yani tayari ni mazingira ambayo tayari sio rafiki Unaona, kwa sisi kupoteza. That's why unakuta wanao deposit ni wengi ila wanao withdraw ni, ni wachache. Kwa nini nasema mazingira sio rafiki? Kwa sababu unakuta labda broker anakuambia, sijui nitakupa education, ukiingia kwenye platform zangu utapata education, utajifunza, utasoma nini nini. Zote hizo ambazo unaziona hizo kwenye platform za broker hizo zote sio mazingira friendly. Yeye anavokupatia vile, unaona broker anakujali anakukea, unaona kwa kufikiri kwamba huyu ah, broker basi ni mnoma, ni regulated, mpaka anakufundisha namna ya kutrade hivi. Hapana guys, tusiingie kwenye huo mtego. Yale mazingira yote ambayo anakupatia broker ni ya kukufanya wewe upoteze, yani anakupumbaza akili ili uweze kupoteza. Sometimes pia mwingine anakuja kwamba anakupatia bonus, anakwambia no, anakupatia bonus labda anakupatia Uh, 100% bonus deposit au 50% deposit bonus. Yote hayo ni mazingira ya wewe uh, kufanyaje? Kupoteza kwa sababu gani? Kwa sababu anapokuwa anakupatia ile bonus, anakuja kwa kigezo cha kwamba eti anakupa bonus ili ujione kwamba una mtaji mkubwa uweze ku accumulate position nyingi. Maana yake ni nini? Kwamba anakupatia ile bonus ili uweze kujilipua. Sijui unaelewa hiyo principle kwa sababu boka kila keti anayoisukuma, yani kama mchezo wa chess unaona no. Yaani boka anacheza chess na wewe no, no. Kwa hiyo kila keti ambayo anakuwa anaisukuma pale tayari inakuwa ipo calculated, tayari inakuwa na maana kwake. Boka sio mjinga wala sio mzembe akupatia wewe 100% bonus. Broker anajua anachokifanya, ila wewe ndo hujui unachokifanya, that's why ndo maana unajikuta unanasa kwenye huo mtego wa deposit bonus. The meaning ya hiyo deposit bonus sio kukuboost wewe na mtaji wako, ah -ah. The meaning ya hiyo bonus ni kuactivate, naita sijui adrenaline yako wewe ili uingie tamaa ya kujilipua kwa sababu unajiona una mtaji mkubwa, unaweza kujilipua ukaingia kwa lot size kubwa ili uchome. Kumbuka brokers wanatengeneza pesa kupitia commission, pamoja na nini na, nini? na spread. Kwa hiyo the more unavotrade na lot size kubwa ndipo zile charges za spread zinavyozidi kuwa nini, zinavyozidi kuwa kubwa. Kwa hiyo atafanyaje, fanyeje ili uweze wewe, ili yeye aweze ku maximize au aweze kutengeneza profit, ni, kwa, ni lazima ahakikishe wewe una trade na lot size, kubwa unaona. Kwa hiyo ili utrade na lot size kubwa lazima akupe nini bonus, na brokers wote wanajua kwamba watu hawana knowledge, hawana experience yaku, ya kutosha ndio maana sasa anaku, ana activate akili yako ili wewe uweze kufanya kujilipua, kwa sababu hujui unachokifanya na uelewi lengo, ila wewe akikufanyia hivyo unaona no, bloka anajali hio bloka anakea yani, anakutekea utafikiri kama kampenzi kake kama kademkake. Hapana mzee, mambo hayaendi hivyo unaona hayo mazingira ambayo unayaona broker sijui kukupa bonus sijui kukupatia zero spread sijui kukupatia nini, yani hivyo vio faofa vyote ambavyo anakupatia broker, hayo ni mazingira rafiki kwake yeye kutengeneza pesa, sio kwako wewe, kwa sababu wote pale nyinyi ni wafanyabiashara. Wewe unafanya biashara na yeye anafanya biashara, unaona. Kwa hiyo mwisho wa siku lengo la biashara ni kuhakikisha namna gani unaweza ku maximize profit, unaona no, no. Kwa hiyo yeye anakutengenezea mazingira hayo ili aweze ku maximize profit ya kwake yeye, sio profit ya kwako wewe. Kuna usemi mmoja unasema kwamba alisema, director Hans Kana alisema kwamba uh, pesa haipo kwenye kutafuta pesa. Unaona, hela haipo kwenye kutafuta nini, pesa au hela, ila hela ipo kwa wanaoitafuta pesa. Kwa hiyo broker ashajua hela ipo kwetu sisi, unaona. Kwa hiyo ni namna gani anaweza akatupumbaza sisi little traders, ili tuweze kupumbazika tumtengenezee yeye faida, faida kubwa, unaona. That's why ndo maana amekuja na hizi programs za referrals na IB. I'm sorry dear brokers kwa kulisema hili kwa sababu najua hampendi watu wajue but this is Divine Forex. Our aim is to speak the truth. Unaona kwa hiyo, ni lazima niliongee kitu kingine cha msingi uh, nchi zote zile ambazo forex ipo regulated. Broker akienda pale hawezi kuingia broker mshenzi mshenzi, na ikitokea broker basi, ameingia akawa regulated pale, lazima leverage iwe chini. Ushajiuliza kwa nini? Mfano mzuri kwa wenzetu Kenya hapo. Brokers wote ambao wana operate Kenya leverage zipo chini. Waulize wenzetu wa Kenya hapo watakwambia. Unaona leverage zipo chini. Why? Ni kwa sababu ya kuavoid kitu tunachoita conflict of, of interest. Kwa nini? Leverage ikiwa kubwa, japokuwa unasema leverage ni kama kisu au panga ambao unakata pande zote mbili ambapo unaweza kukata wewe trader na pia unaweza kumkata broker, lakini asilimia kubwa ule upanga anayeathirika zaidi, yani anayechinjwa zaidi na upanga wa leverage ni retail au ni wewe trader. Kwa hiyo broker anavyokupatia ati, anakuambia anakupatia unlimited leverage au anakupatia leverage ya 1 lesho elfu mbili, inamaanisha anataka wewe utrade kwa lot size kubwa, ili uchome yeye aongeze nini, cost of transaction, unaona. Yaani ile transaction cost, yani ile profit ambayo unaipata kwenye transaction cost inakuwa kubwa endapo wewe uta, uta trade kwa lot size kubwa. Sidhani kama unanielewa, unaona? Japo kuna ni ngumu sana kuuelewa ile inabidi uelewe hivyo hivyo. Kwamba mazingira ambayo unawekewa na broker ambao akija anajitamba kwa kwa hiyo tunakupa leverage kubwa, sijui tunakupa education, sijui tunakupa nini kitu gani bonus, sijui ni nini. Yote hayo ni mazingira yake kwa kwake kuhakikisha namna gani anaweza kama maximize profit. Ila sio wewe kuhakikisha una make vipi profit. Wangapi wanapewa bonus? Wangapi unapewa leverage kubwa? Angalia, mtu una deposit, unapewa licha ya leverage kubwa unayopewa, lakini mwisho wa siku unaishia kuchoma. Kwa nini? Unaona, lazima tuji? Tujiulize. Kwa hiyo oh, we have to wake up unaona. Ile leverage pia ambayo unakuwa unapewa, unaona ni, ni mazingira ya kukufanya wewe uchome haraka county Unaona, yaani ukisha deposit tu hela kwa broker mbap afu kaweka leverage ya elfu mbili, broker anasema, yes, huyu ashakuwa demo wangu, yaani kama demo alikuwa anamfukuzia, tayari ameshafika kwenye ile stage ya kumomba namba. Unaona, kwa hiyo guys, samahani kwa kutumia maneno magumu, but najaribu kuwaelezea ili mpate uchungu na asira, tuangalie namna gani tunaweza tukawa profitable kwenye hili soko. So naongea ukweli, naongea ukweli ili wote tutambue kwamba nowadays sio des miaka yote ili soko tayari, mazingira yake yametengenezwa kwa sisi kupoteza. Ni wachache sana wanaofanikiwa, na wale ambao wanafanikiwa ni tayari wanaujua ukweli, yani successful forex traders, forex trader yoyote ule ni anajua ukweli wa hili soko jinsi linavyo operate. Yani mtu yoyote ambaye ame make it kwenye hili soko la forex anaujua ukweli Unaona, kwa hiyo akishaujua ukweli wa brokers jinsi wanavyotaka yeye, yeah, anaenda against na wale broker. Jinsi wanavyotaka ndivyo wewe unavyoweza kufanya kutoboa. Kwa hiyo ili uweze kutoboa kwenye hili soko la forex, ni lazima uende against na vile broker anavyotaka, ila ukienda parale, unaona, au ukienda sambamba na broker vile anavyotaka, yani, mm, umeliwa kichwa my bro. Unaona, kwa hiyo ni lazima tuwe makini, ni lazima tuwe tuwe makini. Mazingira yaliyopo kwenye soko la forex sio rafiki kwetu, tusije tukaingia mkenge, tukaamini watu wanaokuja ku preach kwetu sisi kuhusiana na mabonasi, kuhusiana sisi na spread, kuhusiana na leverage na vitu gani vingine sijui ni, ni, ni, yani, makorokoro yote ambayo anakutangazia eti, anakuambia, anakuwa ni advantage kwako. Hapana, ile sio advantage, advantage kwako, ni advantage kwa broker. Shtuka, Shtuka, you have to do the opposite ili kuwini ili soko. Thank you. Subscribe, like and share.